maji hapo mwanao mwanzo wa dunia iye litoka hapo, maji yapate nguvu ya kuwatakasa na watu. Ee Mungu, uliweka ishara ya kuzaliwa upya katika kufani kuu, ili katika fumbo la gharika hiyo iwe ndiyo mwisho wa nguvu wa mwovu na mwanzo wa kabila. Ee Mungu, uliwavusha wakavu wana wa Ibrahimu katika bahari ya Shamu ulitaka hiyo ulitaka hilo taifa lako lilokombolewa katika utumwa wa Farao iwe mfano wa taifa la wale waliokatizwa. E Mungu, mwanao aliyekatizwa na Yohane katika maji ya Yordani alipakwa Roho Mtakatifu, naye alipokuwa ametundikwa msalabani, alitaka maji yapao na baada ya kufufuka kwake aliwaamuru wanafunzi wake, enendeni kawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, kawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ulitazama kanisa wako upende